Mitihani ya kidato cha sita na ualimu ngazi ya cheti na stashahada itaanza tarehe 5 Mei 2025 katika mikoa yote nchini ambapo mtihani wa ualimu utakamilika tarehe 19 na, na ule wa kidato cha sita tarehe 26 Mei 2025. Aidha, mtihani wa kidato cha sita utafanyika katika jumla ya shule za sekondari 982 na vituo vya watahiniwa kujitegemea 245 na mtihani wa walimu utafanyika walimu utafanyika katika vyuo vya walimu 68. Kuhusu usajili, jumla ya watahiniwa 134,390 10. wamesajiliwa kufanya mtihani wa kidato cha sita ambapo watahiniwa wa shule ni 126,957 na watahiniwa kujitegemea ni 7,433. Kati ya watahiniwa wa shule waliosajiliwa wavulana ni 64,581 sawa na asilimia 51 na sawa kwa watahiniwa kujitegemea wanaume ni 4782 sawa na asilimia 64 na, na wanawake wanawake ni 2651 sawa na asilimia 36. Kwa mwaka 2025 kuna ongezeko la watahiniwa 20854 sawa na asilimia 18.4 ikilinganishwa na mwaka 2024 20, ambapo idadi ya watahiniwa ilikuwa Laki moja, 13,536. Kwa upande wa mtihani wa ualimu, jumla ya watahiniwa 10,895 wamesajiliwa, ambapo kati yao 3,100 ni wangazi ya stashahada na 7,795 ni wangazi ya cheti. Kwa ngazi ya stashahada, wanaume ni eh, 1,751 sawa na asilimia 57, na, na wanawake ni 1,349 sawa na asilimia 43.